Asante, naitwa Amina Chayoa ni kaimu meneja wa NSSF Manyara. Wakati tunahitimisha wiki yetu ya huduma kwa wateja, ningependa kuongea na watumishi wenzangu pamoja na wanachama wetu. Kwa watumishi, tuendelee kutoa huduma bora kama kauli mbiu yetu inavyosema kwamba kidijitali tumeweza, basi huduma zetu kweli ziendane na hii kauli mbiu. Kwa hiyo, tutoe huduma bora kwa wateja wetu. Kwa staha tuwasaidie wale ambao hawawezi kuzitumia hizi huduma, tuwaelekeze kwa kwa vizuri ili tupate matokeo mazuri kwenye huduma zetu. Hii wiki yetu ya huduma ni, ni siku ambayo tumeiweka kuweza ku, kuangalia huduma zetu tunazozitoa, tunapata mrejesho gani kutoka kwa wateja wetu. Kwa hiyo kwa wiki nzima hii tumekuwa tunawahudumia wateja wetu na kusikiliza maoni yao, wana maoni gani kuhusu Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii, kwa sababu kama mfuko ulivyo, lengo lake ni kuhudumia jamii kwa ujumla, kuhakikisha wanachama ambao wameajiliwa kwenye sekta mbalimbali mbali, wanapata huduma bora, lakini pia na wale waliojiajiri wenyewe. Tunataka tutoe hii elimu, mfuko huu unasimamia wanachama walioko kwenye sekta binafsi na waliojiajiri wenyewe. Wale wanaruhusiwa pia kujichangia, na tumeshaanzisha hiyo kampeni yetu ya paka rangi kwa msimu huu, tunaiita paka rangi, kwamba kila mtu unavyoweka ile michango yako, maana yake unatengeneza kesho yako. Kwa hiyo tunawahamasisha wananchi wajiunge waji na huduma hii wajichangie kwa hiari, ili baadaye waje kupata mafao mazuri kama ambao ya wafanyakazi ambao wako kazini. Kwa hiyo tunawahamasisha sana wana, wananchi, huduma hii ni nzuri na ina manufaa zaidi baadaye kipindi ambacho sasa hivi una, unafanya kazi una nguvu, lakini itafika kipindi ambacho huwezi, huna uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo NSSF ndio inatakiwa kushike mkono pale ambapo huna uwezo wa kufanya kazi. Huduma zetu zinatolewa bure. rushwa kama nchi yetu inavyoipinga rushwa inapingwa. Kwa hiyo nawahakikisha, na watumishi wahakikisha wanatoa huduma bora bila kuomba au kupokea chochote. Kwa hiyo huduma zote zote kwenye mikoa yetu yote zinatolewa in, bure. Kwa hiyo ni wasihi wananchi, huduma zetu ni bure, mfike tu kwenye ofisi zetu tuweze kuwaelekeza na usidaiwe gharama yoyote kwenye tunapotoa huduma zetu huduma zetu zote ni bure. Watumishi ambao mtumishi yoyote ambaye atabainika kuchukua rushwa, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa ikiwa ni pamoja na kufukuzwa kazi. Kwa hiyo ni wasii tu wasipokee wala kutoa rushwa, kwa sababu rushwa sio nzuri kwenye kutoa huduma. Mimi naitwa Ramadhani Slaa, kwetso ni benefit supervisor, msimamizi wa masuala mazima ya malipo kwenye ofisi hii ya mkoa wa Manyara. E, ofisi yetu inasisitiza sana watu hasa watumishi kufanya kazi kwa maadili kufanya kazi kwa maadili, kwa maana ya kwamba kuwahudumia wateja vizuri, kuongea nao vizuri, lakini kuepuka kushawishi wateja wetu kutoa rushwa. Ofisi inakataza, na zipo sheria ambazo zinakataza na kanuni zetu za kimaadili pia zinakataza, na kwa yeyote ambaye atagundulika kufanya hivyo, kwa kweli shirika halina halina mzaha Ukigundulika unaachishwa kazi moja kwa moja, umeelewa eh? Na sababu mojawapo kubwa sana ya shirika kuhamia pamoja na kuhamia kwenye digitali, pamoja na, ku, pamoja na kurahisisha ule utendaji wa kazi na kupunguza muda wa kufuwa, kupata huduma kwa wateja wetu, lakini sababu nyingine kubwa sana ni pamoja na kupunguza zile contact za mtu na mtu ili kupunguza yale mambo ya bana, ili nikusaidie, naomba kitu kidogo nikusaidie hii inapunguza kwa sababu wewe unafanya nyumbani kwako, watu wanapata taarifa zako huku, wanakuhudumia huko kule. Kwa hiyo hii inapunguza kwa asilimia kubwa sana masuala ya watu kuombana rushwa na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu mfumo wa kidigitali unapunguza malalamiko makubwa sana, hasa ya masuala ya rusha na mambo ya kimaadili. Upati hata nafasi ya kujibishana na mtu ukasema huyu amenijibu vibaya sijui amefanya nini, kwa sababu wewe ukiwa na simu yako nyumbani kwako au ukiwa na laptop yako. Unafanya mambo yako, taarifa zako zinakuja huku. Huku unahudumiwa mpaka unafika kwenye malipo. Majina yangu naitwa Ramadhani Saidi Kikoi ni mwanachama wa NSSF, mwanachama wa kujitegemea kwa jina maarufu voluntary. Mfumo wa kidijitali unatusaidia kwa sababu ukilipa michango yako hata kama uko mbali au uko nje ya, ya mkoa huu unalipa michango yako bila shida yoyote. Kikubwa na control number ya kulipia michango yako sasa ile inatusaidia kwa sababu, kipindi cha nyuma unaenda benki unalipa mpaka ulete silipu huku, inakuwa ni changamoto. Kwa sasa inatusaidia kiasi kikubwa sana. Na kingine volunteer nani NSSF, inatusaidia kiasi kubwa upande wa matibabu. Mheshimu sana mtu anayejali afya yako, kwa sababu afya ni kila kitu. Unafika hospitalini hakuna shida yoyote, unatibiwa. Kama ni kuambiwa njoo kesho urudie vipimo, unarudia. Njoo kesho uchukue majibu, unatibiwa vizuri na pamoja na familia yako.